Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi. Sifa za Mama Maria zisambae kote ulimwenguni. Tumeingia katika mwezi wa Oktoba, mwezi uliopewa heshima maalum na Mama Kanisa kama mwezi wa Rozari Takatifu. Ni kipindi cha neema, sala, tafakari na tafakuri ambapo tunakaribishwa kuungana na Bikira Maria mama wa Yesu na mama yetu katika safari ya kiroho mpenzi msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, familia ya Radio Maria inachukua fursa hii mwafaka kukukaribisha katika mwezi huu mtukufu Oktoba, mwezi wa Rozari Takatifu. Mama Kanisa anatualika tuuishi mwezi huu wa Oktoba kwa njia ya sala, tafakari na matendo ya huruma, tukimkaribisha Bikira Maria mama yetu katika safari ya maisha yetu ya kila siku. Je, yeah, msikilizaji unafahamu ya kuwa Rozari ni sala na sio tu ukariri wa salamu Maria umejaa neema, Bwana yunawe ama ave maria shia de grasa, o Senhor esteja convosco ama Hail Mary full of grace the Lord is with you ama ngevi maria usewe ne gracia mwyai enaku au mlembe maria wutsuliinemomkulundali ni nawe ama ninda kuthia maria muhuyire ni wega iliyo salamu emalaika malaika wa bwana Rozari ni sala rahisi lakini yenye nguvu ya ajabu. Ni safari ya kutembea na Yesu Kristo katika siri kuu za maisha yake, kuanzia furaha, uchungu, utukufu hadi mwanga: matendo ya furaha, matendo ya uchungu, matendo ya utukufu na matendo ya mwanga. Kupitia sala hii tunafungua mioyo yetu kumpokea Kristo na kutembea katika mwanga wake aliotupa kama zawadi yake kwetu ili tukombolewe. Alipozaliwa, furaha ilitawala ulimwengu. Uchungu akauona huku akimwemkua mwanadamu kupitia msalaba, jambo lililomtia uchungu mamake Bikira Maria lakini katika kufufuka kwake utukufu ukatanda tandu tandu na kote kote ulimwenguni, ukiondoa wasiwasi uliokuwa umejaa baada ya mauti yake. Kuzaliwa kukaleta dunia mpya, kufa kwake kukatufanya wana wa Mungu, kufufuka kwake kukazaa mwanga na matumaini kwetu na leo hii tunatembea aste aste kuelekea katika utukufu na ukovu aliotutakia sisi. Bikira Maria mwenyewe alitufundisha thamani ya sala hii katika maono ya Fatima mnamo mwaka elfu moja kenda mia kumi na saba aliwaambia watoto watatu wa Kireno, Lucia, Yasinta na Francisco. Salini Rozari kila siku, ili muombe amani kwa dunia na mwisho wa vita. Sisi wana wa dunia tukumbuke maneno maneno, haya ni mwongozo wa milele na umilele wetu. Katika dunia yetu yenye changamoto nyingi, vita, kutalikiana, chuki, ulevi, ukabila dhambi za aina ainati na kukata tamaa. Mama Maria anatuambia suluhisho ni moja tu, sala, haswa sala ya Rozari. Ndugu <tipati> <tipati> msikilizaji, katika mwezi huu mtakatifu na mtukufu tujikite zaidi katika mambo matatu. <tipati> Kwanza, tutafute kuwa watu wa sala. Tuchukue muda kusali rozari kila siku, ama peke yetu, kama familia au kupitia njia ya masafa ya Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Tukumbuke siku zote kwamba familia inayosali pamoja hubaki au hukaa pamoja, na watu waombe. Pili, tuekeze katika kuwa watu wa wema, tukijifunza kutoka kwa Bikira Maria upendo, unyenyekevu na huruma. Nasi pia tuwe mfano wa amani na upendo kwa wengine. Na mwisho, tujikite katika kuwa mashahidi wa imani, tuwafundishe watoto na vijana wetu kusali Rozari ili imani iendelee kizazi baada ya kizazi. Sisi wana wa dunia, tuombe Ugemane. Ee Mungu mwenyezi na wa milele tunakushukuru kwa zawadi ya Bikira Maria mama yetu na mwombezi wetu, mama aliyebeba wokovu wa ulimwengu, akakubali kuwa kijakazi wako ili ulilolitaka litimie Kwa maombezi yake tusaidie, tusali rozari kila siku, haswa katika mwezi huu wa Oktoba uliotengewa yeye, tukiishi katika upendo, umoja, furaha, udugu, amani na imani thabiti. Tufanye kuwa mashahidi wa Injili yako na vyombo vya furaha kwa ndugu zetu wote. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo bwana wetu. Amina. Bikira Maria wa Rozari Takatifu, utuombe. Mpenzi msikilizaji, tumalizie makala yetu kwa moyo wa furaha na matumaini. Tusisahau, Oktoba ni mwezi wa Rozari, tusali tuwe wema na tuige mfano wa mama yetu Bikira Maria. Wabu, nimekuwa rubani wako, Shamba wa Shamba, nikiwatakia neema na baraka tele katika kipindi hiki chote cha mwezi wa Rozari. Tukutane tena katika matangazo na vipindi vijavyo vya Redio Maria Sauti ya Kikristo nyumbani mwako, au ukipenda parokia hewani. Asanteni kwa kusikiliza makala haya kutoka kwa meza ya makala maalum hapa Redio Maria, na Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Amani na upendo wa Mama Bikira Maria usambae kote ulimwenguni.